Na kwingineko mpango wa malipo ya uzeeni wa wafanyikazi wa shirika la utangazaji KBC unapinga uamuzi wa Jaji Ocharo Kebira uliomwelekeza afisa anekadiria ada za mahakama kutumia kiasi kisicho sahihi cha shilingi bilioni kumi na nane ambacho wakili Morara Omoke anadai alirejeshea hazina hiyo. Kupitia mwenyekiti wake, Martin King'asia, mpango huo Uliomba ofisi ya Naibu Msajili Daniel Mbeja ambaye ndiye afisa anayekadiria ada hizo kusikiliza hoja zao kabla ya kufanya uamuzi kuhusu swala hilo. Mpango huo unashangaa jinsi wakili Morara Omoke aliyekubali kulipwa ada ya shilingi laki nne na nusu sasa anataka lipwe kutokana na kiasi kisicho halisi cha shilingi bilioni kumi na nane. Mbeja alimruhusu mwenyekiti wa mpango huo kuwasilisha hoja zao kwa maandishi kupitia mawakili wao Gikera na Vadgama kufikia mwisho wa siku ya leo, ili kumwezesha kutoa uamuzi tarehe 15 mwezi huu.